Mm. Alhaji Sheikh Muhammad Mohamed Abdulrahman mm. bin Dedesi tukiwa nah. katika wakati wa mwisho nah. wa karibu na kuondoka kwako nah. tuna kota ya watu 2027 kama Tanzania nah. lakini kwa masikitiko, bado tupo katika idadi ya chini kabisa nah. unadhani tatizo ni nini? Tatizo ni elimu. Okay. Ni elimu. Tatizo ni elimu. Nani anastahili au nani anapaswa kutoa hii elimu? Elimu hii inatakiwa itolewe ito, ito, na masheikh Yeah. kwa bahati mbaya mashekha hawajibiki, yeah. kwanza hawajaifanya utafiti hija, yeah. hawaifahamu vizuri hija. Kwanza shekha afanye utafiti yeah. waielewe vizuri hija nah. alafu aweze kuieleza alafu mpili izungumzwe, yeah. sio hivi tunavyofanya tun, tun, tun, yeah. watu wanakaa mpaka dakika ya mwisho unaona, yeah. Eh yeah. e, watu washakuja hija tukule, yeah. msikitini, khutba za Ijumaa azo makosa hija, izungumzwe tangu mwanzo kama kwa hivi kwa kwa sasa, kwanzia mfungo nne mfungo tano, basi hija zungumzwe no, no. Ni kweli eh, kila, kila mwezi pengine umaa moja zunguze sehemu maalum kwa haji tu. <laughs> <Kwa hiwa. coughs> <Kwa coughs> <kwa coughs>